Uwekezaji wa hisa ni nini? Iko hivyo, biashara yoyote, ili uweze kufanya biashara yake kwa mafanikio, ni lazima iwe na kitu kinaitwa mtaji. Mtaji unawezesha biashara kwanza kabisa kupata mifumo ya uendeshaji wa biashara lakini pili, biashara huwa inawezesha kupatikana kwa e, wanaita inventory ama bidhaa yenyewe ambayo inahitajika kwenye biashara, kama hiyo biashara inahusu ununuzi na uuzaji wa bidhaa. Ama biashara inaweza ikahitaji mtaji kwa ajili ya kugharamia E, nguvu kazi ambayo inahusika kwenye utoaji wa biashara kwa zile biashara kwa mfano, ambazo zinatoa huduma. Sijui kama unaelewa, ingawa biashara zote huwa zinahitaji nguvu kazi. Kwa hiyo ile pesa inayowezesha biashara fulani kufanya biashara ndio tunaita mtaji. Sasa ziko aina kadhaa za biashara. Kuna biashara ambazo sio rasmi kabisa, ni wewe tu umeanza kufanya. Kuna biashara ambazo ni rasmi lakini ni za mtu mmoja mmoja, wanaita proprietorship kuna partnership, lakini kuna limited liability companies, lakini pia kuna public companies. Uh, proprietorship ndo kama nilivyosema ni zile za ujasiriamali wa mtu mmoja mmoja, au sio? Lakini pia zaidi hapo, partnership inawezekana, ninyi mmeamua kuungana kufanya biashara kwa pamoja, lakini hata pia makampuni makubwa yanaweza yakaanza kwa partners na wakawa kama registered partners, au sio? Lakini limited liability tunasema ni kampuni ambayo, em, imeanza kujitenga na wewe. Wewe si kampuni tena, huku chini kwenye partnership pamoja na proprietorship, ama ujasiriamali wewe mjasiriamali ndiyo biashara yenyewe, ila katika limited liability wewe na biashara mmeanza kutengana, kwa hata kama madeni akija kwenye hii kampuni, madeni haya hayapaswi kukuhusu wewe, labda wewe utawajibika kwenye uendeshaji mbaya wa hii kampuni. Na, na zaidi ya limited liability company kuna kampuni, kuna kiwango kinaitwa public company. Kwa hiyo hii limited liability company inaweza ikafika mahala iko tayari kuanza kupokea uwekezaji kutoka kwa wanaita public kwa watu wote, ndio maana wanasema kampuni imekuwa public. Maana yake sasa inaweza kupokea pesa kutoka kwa watu wote katika eneo fulani lakini mfumo ni ule ule wanahitaji pesa ili waweze kuendesha biashara zao, waweze kuendesha michakato yote ambayo inawezesha uh, ufanyikaji wa biashara kwa mafanikio. Kwa, kwa mfano nachukua uh, mfano wa kampuni kama ya CRDB. CRDB yenyewe ye sasa imekuwa ni public company, wanapokea pesa kutoka kwa umma ili waweze kuendesha shughuli zao. Kwa wanavyoanza kujenga jengo mpya wapi, Kariakoo, Mbeya, wanavyotaka kwenda Kongo, wanavyotaka kwenda Dubai, wanahitaji pesa za kuwawezesha kufanya hivyo, kwa hizi pesa kwa, kwa sababu wako public, wanakusanya pesa kwa watu wote ambao wanaweza kuwapa hizo fedha zao kwa utaratibu ambao wao wameweka. Kwa hiyo hawa watu wote ikiwemo wewe, kama umeshaanza kuweka pesa huko ama unatarajia kuweka, ukishaweka pesa pale, unakuwa ni mmoja ya watu ambao wameweka mtaji, na kwa sababu umeweka mtaji kwenye kwenye hiyo biashara, wewe unakuwa ni mmoja ya wamiliki wa hiyo biashara. Kwa hiyo utakapoweka pesa yako kusaidia kupatikana kwa mtaji wa CRDB wewe unakuwa ni mmoja ya umiliki wa CRDB. Kwa hiyo kuwa mmoja ya wamiliki wa CRDB inakufanya wewe kuwa ni uh, kuwa, kuwa ni mwanahisa. Kwa hiyo umiliki wako wa sehemu ya mtaji ndio kitu kinakuja kuitwa share ama stock. Sijui kama unaelewa. Kwa hiyo hiyo stock ama share inakufanya wewe kuwa mmoja ya wamiliki. Faida so, kubwa utapata kwenye uwekezaji wa hisa ni kwamba cha kwanza, hisa yako huwa inaongezeka thamani kwa sababu hiyo kapito yako ulioiweka hapo huwa inazaa faida. katika ile faida inayopatikana Uh, uh, sasa nimetulia mfano wa, wa CRDB. CRDB anaweza akachukua nusu ya ile faida akawa anaiongezea kwenye ule mtaji wako, na bado ikawa ni mali yako, ule mtaji uliuweka pamoja na faida iliongezeka pale. Lakini ile nusu iliyobakia pale juu yake ambayo hakukupatia CRDB, anakuja kukuwekea kwenye akaunti yako kwa ajili ya matumizi yako mengine, sio kama unaelewa, ndio inakwenda kwa lugha la dividend ama gawio. Kwa hiyo, kwa hiyo kiufupi uwekezaji wa hisa ni uwekezaji ambao Uh, unampa pesa mtu mwingine ili aweze kuendesha biashara yake kwa mafanikio, halafu wewe uje kunufaika, na watu wengi sana ambao wameanza muda mrefu ina wanufaisha pakubwa sana na hii kwa mimi, kwa lugha rahisi naweza nikasema ni mfumo wa kuhifadhi fedha kwa mafanikio. yes, hasa kwa mwanzo huwezi ukaitegemea hii kama kama ni mfumo wako kuingizia kipato, ingawa wako watu ndio wanafanya hivyo, lakini lazima uwe na kiwango kikubwa sana cha pesa ili uweze kusema kwamba unatumia hizi pesa za, za, za faida kutoka kwenye hisa kama sehemu ya uendeshaji wa maisha yako. Inabidi uwe na pesa nyingi sana ambazo umeziweka huko lakini kama pesa zako labda ni milioni kumi kushuka chini, tunasema ni mfumo mzuri wa kuhifadhi fedha ambao hauna hasara, unakupatia faida juu yake. Kwa hiyo asante sana, nimejitahidi kuweza kuelezea kiufupi sana uwekezaji wa hisa uh, katika soko la hisa la Dar es Salaam Tanzania. Ikiwa una maswali zaidi, unaweza kuuliza kwenye comment section below.